Na mafunzo lilo kwa RC Ruvuma kwa upande wa watumishi, lakini pia kesho tutaendelea kwa halmashauri ya manispaa ya Songea, ikiendelea na mafunzo hayo wa mfumo wa NeST vica mpya, pamoja na sheria ya ununuzi wa umma, lakini pia tutakuwepo na makundi maalum pamoja na wazalunu waelezea kaktikadi ya sheria za ununuzi wa umma lakini pia tukiwa tunafundisha katika pichazi mpya kwenye mfumo wa nesti moja na makatazo na sheria ya ununuzi wa umma kwa taasisi ununuzi dara tumizi wajibu wao, pia kupitia kitengo cha ununuzi tenda bodi, ukimaanisha bodi ya zabuni, lakini pia na, na majukumu wakusanasuru. Tumeelezea njia za weza kupita kwenye mfumo wa nesti kwa upande wa mbuli mpya kwenye negotiation kuanzia kwenye tathmini, lakini pia kwenye majadiliano, lakini pia kwenye upekuzi wa mkataba ambao inafanyika vetu, na sasa hivi zote zinafanyika ndani ya kufudi. Na tutakuwepwa kwa mkoa wa Ruvuma kuanzia leo tarehe saba tunaanza mafunzo haya, lakini tunatarajia kukamilisha Februari 4 ambapo tutamalizia ava tumemaliza halmashauri zote. Kwa elimu iliyotolewa leo, tunatarajia kila aliyepata elimu hii atenda kufanyia kazi kile ambacho ukitolewa elimu, lakini pia vilevile na utumizi wa mfumo wa NeST katika ununuzi wa umma. Tumenufaika kwa siku ya leo. Kwa maana ya kwamba tumepata kueleweshwa mambo mengi yanayohusiana na sheria ya ununuzi, lakini pia tulikwenda mbali zaidi na kujifunza vitu vingine ambavyo vinapatikana ndani ya mfumo huu mpya wa ununuzi, mfumo wa NeST. Kwa maana timu iliyokuwepo leo imepata mafunzo kwa namna na gani ya kufanya evaluation katika mfumo, lakini pia tumekwenda na kujifunza mambo mengine ambayo yalikuwa kileta changamoto hasa kwa watumishi wengi pindi wanapotumia mfumo huu wa NeST. Mfumo huu si mgeni kwa watu wengi watumiaji, lakini ni mfumo ambao watu wengi bado unawapa changamoto kwa, tunawashukuru ndugu kutoka pia Hey, leo wamefanya mafunzo katika ofisi ya mkuu wa mkoa na mafunzo hayo, mpaka wakati huu tumehitimisha kwa kiwango kikubwa sana, tumegeini kitu kikubwa na vitu vingi vitakwenda vizuri sasa katika ofisi zetu, kwa sababu wengi wetu hatujapata mafunzo haya kwa muda mrefu na wengine hawajawahi kupata kabisa mpaka wakati ule, na tunategemea kuanzia kesho na kuendelea, halmashauri moja moja zitaanza kupitiwa kwa ajili ya haya mafunzo. Kwa hiyo ni imani yetu kwamba hata wale walioko kwenye halmashauri wataipata fursa hii na ujumbe utawafikia na kila ambacho kimelengwa kwa ajili ya kuboresha basi kitafikiwa. Lakini niwaombe na wenzangu ambao wanakwenda kukutana na fursa hii basi waweze kuipokea kwa mikono miwili na iwatoshe kabisa katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku.